Kama wanajamii sasa hivi tuna wasiwasi kubwa na, na rai yangu wa serikali kwamba hii mitaro pia ifukiwe, maana si unaona ishakuwa kama ni sehemu za mochwari kufanyia maalifu. Watu wanabakwa pia, huwezi kukuta kuna matukio yanafanyika mengi Miili ya watu wawili ambao hawajaweza kufahamika imekutwa imefukiwa katika mtaa wa Nado kati kata ya Murieti jijini Arusha, jambo ambalo limezua taharuki kubwa kwa wananchi wa eneo hilo. Manara TV tulifika eneo la tukio na kuzungumza na wananchi, huku akieleza wasiwasi wao kuishi katika eneo hilo. Hili tukio limetushtua sana, maana ni taharuki si, asubuhi tumepita tunafanya kazi zetu na barabara hii, hatugundua chochote, lakini baada ya mabwana anatoka kwa wanazomba majani ale pale kuvuka hivyo akaona kama vile kuna sehemu mnani udongo umekua juu. Kuja kufika pale wakaja wakaona kufukua fukua kidogo ndo wakaona mwili wa mtu na kwa taarifa hii, walio shuhudia walisema walitoka wakaja kukojoa huku, wanavyokuja kukojoa huku ndo wakaona kama sehemu ambayo hairidhishi tu, udongo umekaa kama vile unavyoona. Wakaogopa kusema, baadaye wakaja kushuhudia tena ndo wakakuta tena ni mwili wa pili. E, kwa hiyo matukio kweli kama haya hamna mtu anayepokea na tuungi ni walifu na sisi kama wanajamii sasa hivi tuna wasiwasi kubwa na, na rai yangu wa serikali kwamba hii mitaro pia. Ifukio, maana isha kuwa kama kule mwili wa kwanza ulikuwa ni jinsia ya kiume, na ule mwili ule unaonekana kama mtu ametolewa macho, hana macho. Japokuwa polisi walitahidi kuficha, ndivyo hivyo, hii hapa ya pili ni mwili wa kike amelazwa kifudifudi, amelazwa chali. Kwa hiyo na kwamba hatujaweza e, kuona mwili wa nani, sura yake iko je, lakini imeharibika na yeye, e, imeharibika maana inavyoonekana ni siku, kwa, kwa siku ya leo ni ya pili yani, sasa hivi ni bora ukutane na mnyama kuliko ukutani na binadamu mwenzako. Eh, maana hii issue sasa ukijaribu kuangalia jinsia ya kike kule na huku ni ya kiume, tuna tunawasiwasi pia ni masuala tu ya wivu haya. Mimi naitwa Silvia Macha. Tuna staff mmoja wetu ambaye yuko Katoro Geita alipotea tokea tarehe mbili mwezi wa tatu, kwamba ndio yeye maana picha zake kwenye WhatsApp zipo, tukifika bila mchoro tutaweza kupata jibu kwamba ndio yeye eh. Na labda kwa mwili ambao umeutoa pale, mmeangalia labda ni jinsia gani? ni jinsia ya kike mm. ndio na mnahisi huyu kwa sababu kuna ile toleo amevaa dira pia, huyu ile amevaa gauni ile ile, ndio ile ambayo alikuwa amevaa na mara mwisho, yoka, yani, alo, amevaa na, mara ya mwisho hiyo yani hiyo tatu alikuwa amevaa mm, mara ya mwisho maana bei imebidi nipige simu kwa kanda azio, maana kipinda na to, na teko kule mm. ilikuwa mimi huko kikazi kwa hiyo imebidi nipige stafu wengine walioko kule, na marafiki na ndugu wananiambia, amevaaje? Wameniambia alikuwa amevaa hivyo hivyo dira lenye dotidoti. okay. E. alikuwa anafanya shughuli gani? E, ana dili na sekta ya kilimo mm. zaidi ndio. okay. E, pembejeo. yeye alipotea lini? mwezi huu wa tatu, tarehe mbili. mm. E. na hii imekupa wasiwasi? Arusha na Katoro ni mbali sana sio wa nanipa wasiwasi kwa sababu kama mtu amepotia mpaka leo kanda aziwaot hospitali koti amna, jeshi la polisi hamna, kila mahali ametafuta amekosekana, mkini wamekuja kuleba kumleta mpaka huko, hiyo kidhibitisho mpaka tukamwangalia, nijua ndio yeye. okay. Eh, hili kama binadamu wa kawaida limekuumiza kiasi gani, kwa sababu miili miwili imetolewa hapa? Limeniumiza sana kwa sababu mambo ya utekaji kama ameweza kuhamia eneo hili la kwetu, tunakosa sasa amani. Inabidi jeshi la polisi lifanye uchunguzi wa kutosha wa kina, kujua tatizo limeanzia hapa, maana tuna watoto wetu wa shule. Hao wanatoka saa kumi na moja kwenda mashuleni, sasa wataweza kufanya vituka kama hivyo hivyo tena, tuwezi kujua. Tunaomba jeshi la polisi lipambane na hili swala, kujua kwa wakati. Hii inaweza kasemekana kwamba ni mvua labda mafuriko, haiwezekani kwamba ni mvua kwa sababu sisi tulikuwa tunasimamia hizo zile barabara kuweka hii kwaro, hatujaona hilo jambo watakuwa aba amewazika kwa sababu ukiangalia kijana aliyetolea kwenye korongo na yule aliyekutwa kule juu ambaye ni ng'ambo kabisa amechimbiwa ni tofauti kabisa, okay. Yos... kwa majina naitwa Abraham Mole uh, sab... ili tukio linatutisha sana especially sisi vijana, kwa sababu hili ni tukio la kwanza huku na dosoitokufanyika la hatari la, la, la na la, la kuogopesha kabisa hiyo ni unyama ambao umefanyika kwa hali ya juu. Swala hili lilitokea muda saa sabasaba mwanaume akaonekana, muda baadaye maskari kwenda ndio hivyo naye, mwingine akaonekana ambaye ni mwanamke, ndio simu ikapigwa polisi wakaja muda saa kumi na moja ndio wakapelekwa. Sasa hatujajua hawa ni watu wa namna gani? ya hili ni swala ni la siku moja, ni swala la siku moja japo huyu nadhani wamemzika walianza wame, wale, kumzika huyu kwa sababu naona wamefukia kabisa kama shimo la makaburi. Kwa hiyo nadhani, nadhani ni, ni kitu ya siku moja hii si, si, maanake ukijaribu kuangalia udongo hakuna um... kwa kweli ni serikali sasa itusaidie na serikali kufanya mama asikie hili na viongozi wetu wenyeviti wafanye jitihada, kwa sababu kweli kuanzia hapa, kuanzia kule mpaka huku kuna makorongo na vichaka ambayo yanazunguka pande zote za barabara ambapo ni hatarishi yani, ikifika saa tatu huwezi pita kwenye barabara, unaweza ukapita ukiwa na roho juujuu. Kwa hiyo tunaomba tu serikali walifanyie jambo hili haraka sana iwezekanavyo. Tunaomba kwa dhati sana, ama vichaka hivi vichaka na makorongo na tuzibiwe. Maana yake ndio inaleta ina hivi vitu vyote watu badala ya kuona sehemu za kuna nini wanaweza kuja kufanyaje, kuweka manake, huku hakuna mapori ha. Miili kama yule mwanaume naona ina, ilikuwa na majeraha kwenye mkono ina, ina majeraha lakini, umama sijamwangalia, maanake sikuwa, nilikuwa mbali kidogo, nilikuwa kwa upande wa pili wa barabara. Na ukiongelea karaka miaka kama mingapi hivi. Ha, hii miaka kuanzia 30 kama mwanaume 32 35 mbili selasina tanua, interview ni hapo, hawajazidi zaidi ya 40 hapo katikati. Tulikuwa tu kwenye mizunguko yetu tukasikia watu wa miuwa, kuna mtu kakutwa, tukaja tukamshuhudia mwanaume wa, polisi wakaja wakambeba baadaye. Tena tuko haijapita hata dakika kumi, tukaambiwa tena kuna mtu mwingine, tukakuta kule watu wamejaa, basi tukashuhudia alivyotolewa, ni mwanamke sasa hatuwezi kujua undani wa hicho kitu, ni nini chanzo chake, ni nini, ila kwa kweli tumeumia sana na tunasikitika sana. wito wako ni nini hmm? Wito wako ni nini sasa, hofu maeneo haya na nini? Wito wako ni nini sasa kwa serikali? Wito wangu ni serikali tu ifanye uchunguzi ijulikane chanzo ni nini. Eh, labda kutokana na jiografia ya huku kwetu ilivyo huenda labda matukio sio ya huku kwetu, yamefanyika sehemu nyingine, labda kutokana na la jiografia yetu kama mnavyoona, labda ndo wanaweza wakafanya hivyo, lakini tunaomba tu uchunguzi ufanyike na wahusika wachukuliwe hatua, tumeumia sana. Hata hivyo, Diwani wa eneo hilo aliweza kuthibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema miili, kwa kuitazama, mmoja una mavazi ya kike na mwingine una mavazi ya kiume. Kilichotokea ni watu wawili ambaye tume tumefukua chini hapo kwenye ndani ya mtaro. Kwanza tumemfukua, alafu akapelekwa na polisi, lakini baada ya muda tena tulipoondoka, tukapigiwa tena simu, kuna mtu mwingine upande wa pili ambaye, ndio hicho kilichotokea hapa. Hiyo mili ni kina nani, labda mmefahamu? Ah, kwa kweli hatujaweza kuwafahamu, hatujaweza kuwafahamu yeah. Labda mili mli wa kwanza mlipata saa ngapi na hii huu mwingine ulipata saa ngapi? Eh, hii nimepata muda saa ama sikosei ni kwenye saa tisa hivi ndio nimepata simu. Eh, saa tisa kuelekea saa kumi. Ni miili labda imefukiwa chini ya ardhi kama imezikwa. Yaani ilikuwa pembeni tu kwenye pango la korongo hii hapo. Miili kwa nilivyoona, kwa kuona kwa mavazi, amevaa huyo amevaa track na mwingine amevaa ngola na wake ambaye ni dira Koyo, mimi, eh? Kwa hiyo ni mwanamke na mwanaume nilivyoona mimi kwa kwa mavazi, lakini mm, ila kwa kuchunguza zaidi sijaweza kuchunguza vizuri, labda mkiuliza majirani hapa, wanasema wanaifahamu hii mili. Eh, ndio hivyo sasa, labda tuwaulize majirani mm, e, kama wanafahamu, lakini mimi kama mimi nimeona tu kwa mavazi walievaa, basi.